hakuna na ni kweli barabara hakuna ndugu zangu endapo mtanichagua mimi kuwa mbunge wenu endapo mtamchagua mama Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania endapo mtamchagua bwana Sadi Awadhi kuhakikisha yeye anakwenda halmashauri na nanataka niwaeleze nina agenda ya siri na Sadi naombeni mnipe Sadi Nataka niwaeleze nina agenda ya siri ya Sadi, naombeni mnipe Sadi aende halmashauri, mtaona shughuli itakazofanyika hapa. Mimi hapa nimepata kula nyingi sana, mmenipa heshima. Kwa hiyo na mimi nitawalipa barabara hizo za mitaani. Ndugu zangu, kuna barabara kutoka Rukoma mpaka hapa Kalelai haipitiki kabisa. Mimi mwenyewe nimepita pale, nimejionea. Ina maana ifikapo masika, hapa tutabaki jangwani. Kweli sio kweli? Yeah. tupeni ridhaa, twende, tupeni tukaitengeneze hiyo barabara. Yeah. Tupeni, tupeni ridhaa <laughs> lakini kuna shule ya Katumbi haijakamilika. Shule ya Katumbi haija...